Mkutano wa bahati mbaya. Jua lilikuwa linatua juu ya milima ya bahari ya kusini, miale yake ikitawanyika juu ya paa za dhahabu za jumba la kifalme la Zamari. Ndani ya ukuta mkubwa wa kifalme, mwana wa mfalme Elian Elia ni mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, mwenye sura ya kuvutia na macho ya siri, alikuwa amechoka na maisha ya kifalme yaliyopangwa kila dakika. Alitamani angalau siku moja ya uhuru. Asubuhi na mapema nitatoroka alijiambia akiwa anatazama anga kwa dirisha la chumba chake cha kifalme. Asubuhi ilipofika akiwa kavaa mavazi ya kawaida, Elian alitoroka jumba la kifalme akipitia njia za siri za zamani zilizotumiwa na mababu zake. Aliingia mji mkuu Maharia akiwa hana mlinzi wala msindikizaji. Alipenda kuhisi maisha ya kawaida, harufu ya mikate, kelele za watoto na vicheko vya soko. Ndipo alipoona Zuri msichana wa miaka ishirini akiwa anauza matunda kando ya barabara. Alikuwa na nywele za afro zilizoshikwa nyuma, macho ya miale ya jua na tabasamu ambalo lingeweza kuyeyusha moyo wa jiwe. Elian alisimama mbele ya meza yake. Naweza kupata embe moja? Aliuliza kwa sauti ya kistaarabu, lakini isiyo ya kifalme. Zuri alimwangalia kwa makini. Unajua huu ni msimu wa maembe gali, unalo hata hela? Elian alicheka kwa mara ya kwanza kwa miezi mingi. Labda sina lakini nina hamu ya ladha. Zuri alimtupia embe moja mkononi. Chukua lakini ukishindwa kulipa nitakutafuta hadi kwenye ndoto zako. Walicheka wote wawili. Kwa siku hiyo nzima, Elian alitembea na Zuri mtaani wakiongea kuhusu maisha, ndoto na dunia. Kila dakika ilijaa furaha. Alisahau yeye ni nani. Na Zuri hakujua kuwa anatembea na mwana wa mfalme. Wakati wa jioni, walikaa juu ya daraja wakitazama machweo. Unaishi wapi? Zuri aliuliza. Ninaishi mbali kidogo na wewe, nipo hapa hapa, mitaa ya chini. Sikatai maisha ni magumu, lakini napambana. Elian alinyamaza, akatamani angeweza kusema ukweli, lakini muda uliisha. Walikubaliana kukutana kesho sokoni mahali walipokutana awali. Elian alirudi jumba la kifalme akiwa na moyo mzito lakini wenye nuru. Kwa mara ya kwanza, moyo wake ulipiga kwa sababu ya mapenzi ya kweli, si maagizo ya kifalme. Lakini alipofika, mfalme alikuwa amemsubiri kwenye kiti cha dhahabu, macho yakimchoma kama moto. Ulidhani hatujui ulikotoka? Elian mwanangu, ni wakati wa kuacha ndoto za mtaani. Kesho utamposa binti wa mfalme wa Enaria. Elian alisita. Lakini baba, hapana. Hakuna mabishano. Tumevumilia upuuzi wako vya kutosha. Kuanzia sasa hakuna kutoka nje. Umeelewa? Ndiyo ilikuwa mwanzo wa mateso ya moyo, vita ya ndani na upendo wa kweli ambao haujui mipaka ya cheo wala damu ya kifalme. Je, nini kitajiri? Usisahau kusubscribe ili kupata mwendelezo wa sehemu ya pili.